Huko haya yakijiri, Rais William Ruto amewaomba msamaha vijana wa Gen Z, akiwarai kuungana naye kuleta mageuzi ya kitaifa akizungumza wakati wa hafla ya maombi ya kitaifa asubuhi ya leo. Rais Ruto pia aliomba radhi kwa taifa la Tanzania kutokana na vuta nikuvute kati ya Kenya na taifa hilo kwa siku kadhaa zilizopita. Emmanuel Tu alihudhuria maombi hayo na kuandaa taarifa ifuatayo. Hafla ishirini na mbili ya maombi ya kitaifa iliyoandaliwa Jumatano hapa Nairobi iliwaleta pamoja viongozi wakuu serikalini, akiwemo mhubiri Riki Holden ambaye alikuwa mzungumzaji mkuu wa ibada hiyo, Riki akiwataka viongozi kuomba msamaha kwa vijana ili kuziba nyufa za umoja no

Rais Ruto akiomba vijana hao msamaha, wengi ambao wamekuwa wakiongoza safu ya wa mashambulizi dhidi yake.

Rai ya msamaha ya Rais Ruto pia ikielekezwa kwa mataifa jirani ikiwemo Tanzania, baada ya malumbano ya siku kadhaa zilizopita. Na kutoka kwenye jukwaa la madhabahu ya hafla ya ishirini na mbili ya maombi ya kitaifa, jumbe za kutaka msamaha na kuanzisha mwanzo mpya zilitanda, huku Rais William Ruto akiahidi kuongoza viongozi wengine wa kitaifa kuanzisha mwanzo mpya wa kitaifa. Emmanuel to runinga ya Citizen, Nairobi.